Kwanza mili yetu itabadilishwa hii, msisahau, tusisahau ya, ya kwamba utaona mtu amefiwa na mtu, utaona kabisa nasikitika, ni kweli kabisa nasikitika, yani tunaumia sana na ninaumia, lakini tunaumia sana kufika mahali ambapo hata mtu anapoteza fahamu, ni kwamba amesahau andiko hili kwamba hawa wanaotangulia sasa tutawakuta baadaye. Ukiona mtu alia sana anafa wakati mwingine sijajounga na movu pia nawezanagila mkono wake. Amelaaniwa mtu atafanyae amtegemeae mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa tumaini lake, tumaini limeondoka mmoja hata wataalamu wa kubeba mimba mimi naongoza kwa sababu kwa wewe kwa hii Dar es Salaam ni mpaka mmoja tu mwenye semu na mtu mmoja bado watoto kumi kwa Dar es Salaam sijasema mikoani yangu hata kumi na nne wao wala asifiri nadhani nadhani una shemeji yangu anaweza kuwa na kumi na nne na mke wao anaweza kuwa na kumi na nne kwa hiyo hata mimi naweza kugonga ishirini

anaweza umbea mtu anaweza mtu anaweza umbea, la la, umbea masingizio, lakini pia mtu anaweza akafuga kucha na nywele, kucha ehe, sana sana na nywele. Mtu anayejitahidi kubadilisha sura aonekane kuwa mweupe, lakini asipopaka ataonekana shida. Aa, watu, mtu anatuambia watu wa kabila furaha, enyi watu furaha

Isaya hamsini na tatu na mstari wa tano inasema, bali alijeruhiwa mm, kwa makosa yetu, alichuguliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake niyo, na kwa kupigwa kwake sisi, sisi, tumepona. Miaka mia saba kabla ya Yesu kuzaliwa duniani, nabii huyu alionyeshwa, nabii Isaya alionyeshwa na nabii Isaya alionyeshwa jambo hili, alionyeshwa jinsi gani Yesu ambaye atakezwa kwa ajili ya watu wengine, jinsi gani Yesu atagala kupananisha ulimwengu, na alionyeshwa, na watu wote walikubali kwa kipindi hicho, walioamini Yesu. Na sisi leo hii tunaangalia, tunasoma miaka mm, ya miaka mia saba sasa. Hapa tayari Yesu atakuja kufa. Paulo nawatizia barua wa Efeso katika kumi na tatu ambayo wanadamu waliokuwa kipindi hicho, aliwaagizia Warumi. Paulo aliwaagizia Warumi, akawaagizia Wakorintho, akawapa barua ya kwanza ya Wakorintho, barua ya pili ya Wakorintho, Waefeso akawapa, Wagalatia akawapa, Wakorosai akawapa, Wafilipi akawapa, akampa Tito akampa Timoteo barua ya kwanza akampa